Sheikh wa, wa mkoa, nitumie hadhara hii nitumie hadhara hii kuwaomba kuendelea kudumisha amani ya nchi. Tarehe 29 ya mwezi huu ni kesho kutwa Jumatano, tutaingia Watanzania kupiga kura kwenda kuchagua madiwani, wabunge na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naomba sana kwa unyenyekevu tuhakikishe kwanza tunatunza amani ya nchi. Kuna maneno maneno tunaanza kuyasikia sikia kwenye mitandao, lakini jiulize huyo anayekuhamasisha wewe uende kwenye maandamano yuko Tanzania? Yuko Kanada? Yuko Marekani? Yuko Uingereza? Yuko Japani? Yuko China? Kwa nini uvuruge amani ya nchi yako kwa maneno ya mtu ambaye hayupo Usifanye hivyo alamnu. Amani ndo mbinu ya uchumi, mipango ya uchumi, maendeleo yanakuja kuwa namba ngapi? Jambo la kwanza ni nini kwa mujibu wa Qurani? Kwa ninaposema sio Kabeke, kuna mtu hela huyo kalamba kulamba ndo nini, mimi nachokisema, nachokipigania kuhusu amani na kupigania na wewe Sheh Nasuru Ali, mi na asili ya Kigoma wa Ujiji bali, jirani zetu ni Kongo, jirani zetu ni Burundi, si tunajua? Hata hawa watu wa pwani kule Kilwa, Mtwara wanajua ghasia iliyoko o kwa, kwa watu wa wenzetu. Tulinde amani. Haki haki yoyote wewe orodhesha haki zote, haki ya kula, haki ya kulala, haki ya kusoma, haki ya kutibiwa, haki isiyo kupata, haki gani unaweza ukaipata kama hakuna amani? hakuna hapa tuna wafanyabiashara wakubwa, hivi amani ikitoweka mtafanya biashara? Si tunataka kuswali hapa, amani ikitoweka tutaswali? Tunaozesha watoto, amani ikitoweka tutaozesha watoto wetu? Tunataka majengo mazuri kama haya, hao wafadhili, Mungu awabarikie wa wahifadhi, wametujengea msikiti wa heshima katika mkoa wa Mwanza huu. Hivi huu msikiti ikiingia fuja utabakia? Sasa na nyinyi tena mnashiriki kunitukana Mungu anakuta kijana wa Kiislamu na sasa haishi, mashe wetu ni mashe ubwabwa. Hawa kazi yao kupewa hela tu. Mimi sio mashe ubwabwa bwana. Mimi ni shekhi naejitambua. Ndio maana nahimiza amani. Na amani mimi nasema, popote nitaweza kusema amani kwanza. Oh, amani shekhe, amani ni tunda la haki. Yaani ile a a wewe uelewi. Eleza vizuri. Ile a, ile haki ndio itakuja kuifanya kuilinda nini? Amani. Lakini amani lazima iwepo kwanza. Msamiati sahihi ni amani ndiyo jamvi la haki. Unataka haki lazima kuwe na amani. Yule Kofi Annan aliyokuwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa alikuwa na duniani, alipewa heshima ya kusaka haki au kusaka amani. Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, Burundi pale wanagombana, alikwenda kusaka haki, kusaka amani. Wapalestina mpaka leo haki yao ya kupata nchi yao wameshaipata lakini inapotokea mtu akawalilia wasiuawe wasipigwe wakadhulumiwa, watakubali watakataa? Gaza ile imesambaratishwa, ameingia mtu anasema, jamani tufanye amani hapa, wamekubali wamekataa? Amani kwanza, tuzungumze fakti, sio unazungumza ubishi tu na mitandaoni. Zungumza fakti, jenga hoja. Mi nimwambia mtu aje tufanye mjadala wa hilo amani na haki. Tunajenga mashule, ni haki ya watoto kusoma Je, kukivurugika, utakwenda utampeleka mtoto shule? Tunajenga misikiti mizuri, ni haki yetu kuswali. Amani kivurugika, utakuja kuswali? Oh, watu wanatekwa, watu wanatekwa, mbona hamsemi? Watu wanatekwa, kwani watu kutekwa umeanza kwa Samia katika nchi hii? Mpaka hiyo ya ajabu, kuna nini? Tuambieni kwa nini? Sasa wakati wa Samia mchokoechokoe. Oh, Mzanzibari, kwani Mzanzibari haramu kuwepo Tanganyika? Mnajua historia ya nchi hii? Unamjua Hasan bin Amir Ishirazi Abal Mubaraka, mzee wa Kizanzibari aliyepita nchi nzima anafundisha Qurani. Mzee aliacha alama sehemu zote. Sheh Hasan bin Amir Shirazi amekuja Mwanza hapa, kafundisha kenda Ujiji kafundisha kenda, kila sehemu kafundisha. Na kupitia yeye kwa mkono wake ameuza kadi za tano. Hii tano unaiona? Sheh Hasan bin Amir kashiriki kuijenga. Mzanzibari leo namkataa Mzanzibari kuwa rais hapa. Tuache chuki, tutaanza kufikiri vitu vingine. Na Mtume ametukataza, asema, asema Mtume, alfitnatu naima laana Allahu man istaiqadha, fitna imelala Mwenyezi Mungu anamlaani anayekwenda kuiamsha. Acheni haya mambo, mkitaka tuseme, naweza tukasema neno magumu sana kwa sisi tunapigania amani. Sheswale nimekuona, piganieni amani, acheni mambo ya ujanja ujanja na ubishi kwenye kahawa. Huo ndio msimamo wetu Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania. Sasa mtu akisema kwa msimamo huu tumehongwa, tumepewa hela, tumefanya nini? Maana sisi tunaogopa hata kuwatembelea rafiki zetu. Mimi leo naogopa kwenda kwa mzee, naogopa kwenda kwa Sheikh Rashid pale rafiki yangu. Unaogopa kwa sababu gani utaambiwa unaenda kupewa hela? Inabidi ukae ujikunje. ko ni waombeni sana Waislamu mliokusanyika hapa, na kwa sababu tuna vyombo hapa, wafikishieni salamu. Sisi Mwanza tumeamua, na mzee Nassoro, tumeanza swaumu, si toka tarehe ishirini na tatu hey. Tunafunga swaumu kwa ajili ya kuiombea nchi na kumwombea rais. So siri rais atakiwa aombewe, shekhe. Nafunga, baadhi ya vituo vyetu vinafunga E, ukijaliwa futari futari zetu tuletee, maana tunataka tumalize mpaka, tuma, mpaka matokeo ya tangazo ya urais, ili nchi ibaki kwenye amani. Kwa hiyo hapo nitaka niakazie mimi, e, na mkiondoka ondokeni na ujumbe wa kufungua msikiti, lakini shekhe wa mkoa ametusisitiza kuhusu amani. La pili nimewasisitiza mtoke mkapige kura, mipango ya kudanganyana tusitoke. Unajua inaweza kutokea fujo, amna fujo hapa. Kwanza mimi simuone atakayeandamana mi simuoni sheh, simuoni. Jana tu nasikia kuna askari walipita wanatroti tu barabarani kila mtu akarudi ndani. Sasa kutroti tu, je, ikipigwa moja? <laughs> Mswalieni Mtume <totitu> hey, kutroti tu wale siku hizi unaona wanapita tu hao. Ndege naweza ikarushwa jamani, wanafanya tu mazoezi hao, hawajaingia kazini, na mi naiomba serikali yoyote atakayeleta vurugu adhibitiwe. Si tunataka amani sha, sisi raha yetu tunakula raha, tunakula chakula cha mchana, chakula cha jioni, mtu hata akiwa maskini. Sheikh Saad amesema muda mrefu wa rizqan jazila wasia mutaradima wa amna wa imana mina shaubi salima bimaarufi kalma arufi zidna murahima wa wabarik lana fi zari wa dir'i daima wa nimlana ushba nabati wa marahahu ya Allah, ya Latifu Rabbi, farij alayna, ya Allah, warizqan jazilan wasian mutaradima. Mungu nipe hela nyingi zisizokuwa na mfano. Lakini hela hazitoshi ya Rabbi, wa amnan wa imana. <tiple> Hela kama hamna amani, hakuna hela... <tiple> Asante Sheikh. Oh. <tiple> wa. Mungu akulipe. <tiple> Hela kama huna amani, hamna amana. Mimi nawajua matajiri, nawajua matajiri kwenye nchi za Burundi na Rwanda walibaki hawana hata mia. Hey. Nawajua matajiri walibaki hawana hata mia, mtu anapigwa anakimbia yeye na mwanae, oh, watu <laughs> <hukwara, asante>, amekimbia <laughs> mtu anaacha na bilioni saba, bilioni saba, anauona nyumba yake inateketea na watu wanafanya kwa kusudi. Kama hivi tunavyoishi, tunachukiana, watu wanachukiana hapa, anasubiri tu kinuke, anaanza na nyumba yako, anaanza na nyumba yako, anaanza na watoto wako. Tumewaona kule, tunaambiwa mtu ali, aliacha mke ali, no, aliacha, aliacha mtoto akapitia paka, yani imetoka akakimbia, anamchukua mwanaye, kumbe akamchukua paka, na yule paka ona, kufa kulivyo kubaya, na yule paka akatulia mgongoni mpaka wanafika Rumonge, ndio mpaka wanasema nyau, mtoto kishabaki naita. Utani kwenye amani bwana. Kwa hiyo mimi nimalize, nakuwanasihi sana kwamba sisi kama Watanzania tusikubali kuvunjiwa amani ya nchi yetu, na nawapongeza mashekhe wa wilaya zote. Asante na nawapongeza na mashekhe wa kata zote, nawapongeza maimamu wote. Jana mmeonyesha jambo kubwa, misikiti yote imezungumzia amani. Sasa nyie vijana wetu, atakayekiuka haya tuliowashauri, asante bwana, atakayekeuka tulio washauri huyo atakuwa la kwake. Na nimefurahi, nimemsikia mama mmoja anasema mtoto wake akenda akavunjwa mguu, asije akamfata tete akamtete, akamtetea au akamtoe akamtete, akamtete, polisi, na wamesema amka, nenda kapige kura. Na hata jeshi la polisi na vyombo hivi, nimewaomba mimi nimewaomba kama shehe wenu, sina wawakilisheni, nimewaambia wasiweke yale maji washa barabarani, watu waone mitutu Aha. ile ni siku ya raha na furaha, tuenda kuchagua kiongozi wetu e. ila ikitokea shida watoke, kwa sababu kuna mtu mwingine ni dhaifu alqalbi, moyo wake dhaifu. Hapa tulipo, kuna mtu kwa mwenyekiti wa mtaa anaogopa kwenda. Kuna mtu ni haki yake, lakini kwenda kituo cha polisi anaogopa kwenda. Sio mchezo kwenda kumwona mtawala sasa je, akiona gari imepambwa bendera nyekundu inaenda toi toi atatoka kwenda kupiga kura huyo? Kuna mtu atabaki ndani. Sasa tunataka Watanzania hawa wabaki salama na watoke kwenda kupiga kura. Na ukishamaliza kupiga kura, rudi nyumbani, endelea na shughuli zako. Jana nimeona rais kaitangaza rasmi tarehe 29 ni siku ya mapumziko. Kaitangaza rasmi. Kwa hiyo pumzika, nenda shamba ukishapiga kura yako, eh, usifanye vurugu, usifanye maandamano, lakini unapofika kwenye kituo cha kura, kagua, fikiri Usikurupuke kuchagua, chagua kwa busara, kwa hekima. Nani anaweza kutufa, kutuachia hii amani iendelee? Nani anaweza kutusaidia hii raha tulizonazo? Magari kama manane kumi yamepaki pale nje. Nani atatuachia nchi imekuwa munawar? Tanzania imekuwa munawar. Ukienda mkoa wote kuna tasa barabarani, barabara zinajengwa. Mimi natoka Kigoma, nazaliwa Kigoma mimi. Napenda kusema haya maneno kujitolea mfano mwenyewe. Sisi kabla ya kwenda nyumbani, siku unapanga safari, unatia nia hata hao wenzetu wa Bukoba, mtiani wa kwanza ni pale feri, ilikuwa unakaa masaa manne. Uongo kweli? Pale feri masaa manne. Sasa sikwambia barabara kuingia Kigoma balaa lake. Leo saa hizi, naweza kuanzisha safari na saa mbili usiku nikaa Kigoma. Sasa twenee tukachague mtu ambaye atatubakishia haya mazuri. Mi siwashauriini mumchague nani, lakini nasema nendeni, mchague amani, chagueni maendeleo kwa fikra pana. Kuna mambo yale ya kitoto ya kitoto, mi nasema ya kitoto ki ki kwa sababu mtu anakuja na mbegu ya mchungwa au mbegu ya komamanga, alafu anakuambia ili komamanga ukipanda inatoa makomamanga saba kila mwezi utakuwa unavuna makomamanga thelathini na mbili, alafu mko mkomamanga ulionao unakupa matatu matatu, ukate chukua hizi mbegu utapata makomamanga bora. Uh! ukiwa na akili timamu, unakata mti wako, utawaambia nipe hizo mbegu, unikae nazo na huu mti ufanyaje, uendelee. Kwa hiyo msiwafundisheni, mkamchague nani, lakini ndeni mkichague maendeleo, ndeni mkachague amani, kachagueni utulivu, lakini kila mmoja awe balozi wa kulinda amani ya nchi. Naomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, atusamehe madhambi yetu, atuingize katika pepo na atu